Naam, asante sana ndugu Karib, ninashukuru kwa ombi hilo ambalo umeweza kulitoa asubuhi. Tunaomba ya kwamba Mungu akatusikie vile. Ah, niruhusu nitoe salamu za upendo wa Yesu kwa yeyote ambaye ameweza kuingia chumbani cha maombi asubuhi. Njema, imekuwa ni kwa muda ambao hatujaweza kuwa pamoja lakini napenda niweze kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameweza kutuhifadhi katika mambo ambayo tumekuwa nayo kwa wingi tu, kwa sababu ya kazi. Lakini hata hivyo jina la Bwana liweze kutukuzwa kwa sababu ya kuweza kuwasikia tena. Ni matarajio yangu hivi karibuni, kwa mapenzi ya Mungu, tutaonana uso kwa uso, iwe hapa duniani ama hata binguni. Hilo ndilo tumaini letu. Niruhusu kabla nilete somo ni mshukuru mchungaji wetu katibu mkuu mchungaji um, kangaragwa ambaye amechukua hatamu kwa siku ya jana kuweza kututanguliza tulipokuwa tunapangana jinsi ambavyo tutakavyotoa na hata vim itakayotuongoza tunajadiliana tunaambiana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukisema yote yanawezekana kwa Mungu, lakini sasa lazima tusemezane ukweli, na ninashukuru kwa jinsi yalivyochukulia jambo hilo kwa um, ukuu sana. Niliweza kufuatilia mahubiri ya jana, na ninaamini ya kwamba pamoja na hayo, juma hili tusemezane ukweli kabisa, kwa sababu inaumiza kuona watoto wa Mungu ya kwamba kama sasa tumetia bidii sana. Nimemsikia ndugu Kare bakiomba anasema, wale wamezidiwa na usingizi Mungu awa, awa harakishe. Ina inamaana kuja hata hapa asubuhi si jambo tu ambalo ni la kawaida tu, na inaweza kuwa ni hasara kubwa, kama mambo haya yote tunaweza yafanya, alafu tena isiwe ni ya msaada pale mbele, na kwa hivyo tunaingia katika mada yetu ya juma hili ambalo kwa undani nimelifikiria sana na ili tuweze kufika hapa. Wakati mchungaji katibu wetu aliponifikia, nina ujumbe tu, nasikia Mungu ambia watoto wako, nasikia Mungu anasema Mary, ambia watoto wa Mungu, kwa sababu kipindi kingine Mungu hapendi kuwahuzunisha wanadamu hivyo ndivyo kitabu cha Maombolezo tatu thelathini na tatu inasema, Mungu hapendi kuwahuzunisha wanadamu. Na kwa hivyo ni matumaini yangu katika safari hii na ujumbe ambao ameuweka moyoni utakuwa kwa faida yetu sote. Hebu na tuombe. Utukuzwe Mungu wetu kwa wema wako, asanti sana kwa kipawa cha mtandao ya kwamba hivi leo tunaweza kusemezana na walio mbali na karibu, na hasa sana katika familia ya wanasemezana na Mungu. Nashukuru ijapokuwa hatujakuwa nao kwa muda, umezidi kutia moto wa roho ukawa pia pamoja nao, na tunashukuru kwa sababu moto huo haujazimika, na ndiyo maana tumekutana tena tunaposemezana. Asubuhi njema Tunatega masikio yetu kwako ili unene pamoja nasi, tunakusikiliza. Hebu nena na tunaapa kama watoto wa Mungu, kwa nguvu zako utakayotuagiza tutayatenda. Tusamehe dhambi na makosa. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Maana twaomba kwa Yesu aliye daima mkombozi wetu. Amina, amina. Watu wa Mungu. Kwa kipindi kikubwa tumezoelea kusema ya kwamba kwa kweli Mungu anaweza kuyafanya mambo yote. Biblia itakukumbusha ukienda kitabu cha Mathayo kumi na tisa mstari wa ishirini na sita ya kwamba ni kweli hakuna ambacho hakiwezi wezekana mikononi mwa Mungu, na ndiyo maana utamuona hata Yohana a, Mathayo samahani, anapoongea anasema ya kwamba yeye mwenyewe Mungu Yesu akawaambia, akawaambia, kwa mwanadamu hilo haliwezekani bali Mungu yote yawezekana. Na ni mazoelea ya kulitumia fungu hili, na hata tunapoenda mahospitalini kuombea wagonjwa, tunapokuwa katika hali ngumu tunakuwa wa haraka sana kusema yote yanawezekana, na hiyo ndiyo ukweli wa mambo, maana Yesu mwenyewe kasema haya maneno. Lakini pia anaposema haya maneno, tunamuona yeye nani ili aweze kudhihirisha kweli yote yawezekana. Katika utumishi wake anawafufua wafu, katika miujiza aliyofanya kwa Waisraeli ana, an, an, an, anafanya bahari ya Shamu inaweza kukauka katika, katika Mungu huyu, katika uumbaji wake, anasema ya kwamba nakuwe nuru pahali kulipokuwa na giza, na kwa hivyo, mambo ambayo haiwezi wezekana na mwanadamu, Mungu bila shaka anayafanya, na kweli anafanya. Anafanya hata ambayo mwanadamu ambaye hatarajii, ila kuna vitu ambazo pia kwake hazifanyiki. Unajua, these are two contra contrast, moja inasema anaweza, ingine inasema haiwezi. Kwa mfano fungu letu la kukariri katika kitabu cha Waebrania sita na mstari wa kumi na nane maandiko inasema ili kwa vitu viwili visivyo visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliyokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe! ina maana ya kwamba kwa hao watu ambao wameweka matumaini yao kwa Mungu, ambayo ninaamini wanasemezana wote kwa pamoja, matumaini yetu yamewekwa, uh, kwa Yesu bila shaka, na hivyo ndivyo ilivyo, hali ya kwamba sisi wote tumeweka matumaini kwa Mungu, lakini hakosi kutukumbusha ya kwamba kwa hao wote ambao wameyaweka matumaini yao kwa Mungu basi waelewe mambo haya, ya kwamba kuna mambo hayawezi badilika. Na jambo la kwanza anasema ya kwamba Mungu hawezi kusema uongo, jambo hilo haliwezi kubadilika. Na ina maana nini anaposema hawezi sema uongo? hii inatupa hakikisho ya kwamba kama haiwezekani kwa Mungu kusema uongo, basi anasema ya kwamba nitakushika mkono un, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, nitakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Na anatoa mambo ambayo anatupatia the promise, ahadi na kipindi ambacho tunachoenda kwa maombi, nashukuru mchungaji alivyotanguliza ya, ya kwamba tunapoenda kwa maombi we go to claim the promises of the Lord. Leo hii asubuhi babu yangu ambaye tumewahi muombea hapa nimepigiwa simu asubuhi wa saa ilikuwa kabla ifike saa kumi hivi, na babu anasema amekuwa na maumivu, amekuwa hospitalini na akasema "Sasa mtoto wangu, nataka uniombee." Na ninashukuru Mungu kwa sababu babu yangu ame amekubaliana ya kwamba kuna mafuta ambayo iko nyumbani mwake, na kwa hivyo kila kipindi akitaka maombi anafikia ili niweze kumuombea. Na nilipokuwa ninaomba, babu ameniambia, kwa sababu hali yake ya afya imekuwa mbaya sana, imezorota sana akaniambia, sasa naomba mambo matatu. Jambo la kwanza Naomba ya kwamba Mungu anisamehe dhambi zangu, naomba ya kwamba Yesu asiniache, na jambo la tatu akaniambia anaomba mapenzi ya Mungu itendeke. La mwisho akaniambia kwa heri mwanangu. Hata sasa ninapokuwa hapa, sijui hatima ya babu yangu itakuwa namna gani, lakini sikia, Mungu anasema kuna mambo ambayo haiwezi wezekana kwake. Jambo moja hawezi danganya. Kipindi nilichokuwa namuombea babu yangu asubuhi, nikakumbuka Daudi akisema ya kwamba mimi siku zangu zimeisha, naenda kulala na bababu zetu. Nikiomba katika ombi, nikaambia Mungu itakuwa ni faida, na ndivyo Paulo anasema, kuishi kwetu ni Mungu na kifo chetu ni faida ya kwamba itakuwa ni faida kubwa. Hata sasa mimi na wewe tukipata nafasi, Mungu akitupa uhai, hiyo ndio maombi yetu. Lakini kama maisha haya yanaweza katishwa, lakini kuweze kuwa na uzima wa milele, ni faida kubwa, na Mungu hadanganyi. Na unajua mambo haya ambayo haiwezekani kwake ni kwamba tunapoomba tunaenda kuclaim, tunaenda kuzingatia ahadi ambazo ameziweka. Mtoto wa Mungu, kipindi kingine tumejiweka katika hali tata, hali ambazo imefanya tuweze kuwa na uoga, hali ambayo imefanya katika uoga tuna suppress imani tunafinyiria imani, ndiyo maana Yesu anapoongea na watu jinsi ya mambo ya hali ya maisha, issues of life, anaenda katika kitabu cha Mathayo sita ukisoma kutoka mstari wa ishirini na nne ukiteremka mpaka pale chini kwa wakati wako, kuna jambo ambalo analolisema hapa, anasema hakuna mtu awezaye kuyatumikia, kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo ni waambieni, msisumbukie maisha yenu mule nini au munywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je si zaidi ya chakula, mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa binguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita haya? Ukiendelea chini atakuambia hata uh, maua haijavikwa uzuri kama ambavyo ilikuwa wakati wa Sulaimani. Kuna mambo mawili hapa ambayo Mungu anasisitiza, anasema ya kwamba msiposumbukia kwa jambo lolote. Anauliza, nyinyi si bora kushinda ndege wa angani? Ndege wa angani hawa hawana Ministry of Health, Ministry of Agriculture. Sorry, hawana gara, hawana chochote na unajua Mungu anaposema hivi anataka kuleta dhana ambalo ni kubwa sana, na ninaomba Mungu atupe uwezo wa kuona kwa macho ya kiroho. Anasema kama mimi ninaweza washughulikia ndege wa angani ambao hata si kwa sura na mfano wangu, ninashughulikia nyasi ambayo saa hii tutaamka kila mtu atapitia kwa hiyo nyasi, itakanyangwa ingine itakuwa itakufa leo lakini katika hayo mambo yote anasema, je, si mimi ninayoishughulikia na anataka kuweka mada hii ambayo anauliza, kama mimi nina uwezo wa kufanya hivyo, je, na kwa wale ambao mimi mwenyewe wana sura yangu. Ajua anaposema ya kwamba kuna mambo ambayo haiwezekani, ya kwamba Mungu hawezi danganya na jambo ambalo linatia moyo Hebu niwaeleze watoto wa Mungu, maneno haya ambayo anasema, msiyasubukie; maisha si ya kila mtu. Sikia maneno haya anayosema ya kwamba msijisumbue, si ya dunia yo, yani si ya kila mtu, lakini ni ya kila yeyote ambaye ameweka tumaini kwa Mungu na ndiyo maana ameanza kwa kusema ishirini na nne. Wale wanaobahatika kuweza kupata amani, kuweza kupungukiwa na uoga na hofu, woli anxiety, si watu wote. Sikia, ni wale tu ambao anasema hawa, wa, wa, hawawezi tumikia mabwana wawili, na ndiyo maana thelathini na tatu, ukiteremka atasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Kwa nini Mungu asisitize ya kwamba wale ambao hawatakuwa na huzuni moyoni wale ambao hawatakuwa wanajisumbukia ni wale tu ambao amewawezesha kufanya maamuzi ya kumtumikia Mungu, kumchukua Mungu akiwa wa kwanza. Watu wengine wote watakuwa na uoga, na usidanganyike, kuna watu wengi sana wana pesa, hata nyinyi mnawajionea kwa macho, wana pesa mingi, wana hera mingi, lakini hawana amani, bodyguard wako kila pahali katika kuta zao wameweka hata na security, mambo mengi sana kuna, kuna even bulletproof, mambo haya yote wameyaweka. Hebu nikueleze mtu wa Mungu, mambo ambayo hayawezekani kwa Mungu ni kwamba umtumikie yeye, umfanye wa kwanza alafu usishughulike na maisha yako. Tusidanganyane. tunaenda kwa maombi na tunapoenda kwa maombi, kipindi kingine tumeenda kuorodhesha maombi ambayo hayaambatani. Najua mchungaji aliweka haya mambo vizuri sana jana, lazima watu wa Mungu tuambiane ukweli, kwa sababu kitu ambacho ni kizuri kikifanywa vibaya, kitu ambacho ni kizuri kikifanywa isipostahili kinabadilisha meaning yake, kina akileti ni baraka, si ibada tena. Kwa mfano nyimbo zetu siku ya leo, katika historia ya Biblia kuna wale waliokuwa wanaimba hekaluni, na ndiyo maana tunasisitiza katika waibaji wetu wote, zingatia uibaji wa hekaluni Tempo musician, haikuwa hali nyingine lakini leo kwa sababu ya kuwa ya kuweza kutozingatia tumebadilisha uabudu ukawa ni kitu ingine, ya kwamba ni kuabudu ambapo kunahitajika kumwabudu Mungu kwa njia ya haki. Kitu kizuri kikifanywa vibaya kinabadilisha meaning maombi yetu ikifanywa vibaya inabadilisha meaning. Unaomba lakini imani hamna, imebadilisha kila kitu, basi hayo si maombi. Na ndiyo maana anasema mambo yote ndiyo yanawezekana, lakini kuna mambo haiwezi wezekana, mambo ambayo ni ya kumchukulia Mungu, ya kukosa kumchukulia Mungu at his own word Not taking God at his own word. Haiwezekani upate mibaraka lakini, najua kila mmoja aliyekuja chumbani leo unaombi unaloliomba kwa Mungu ukapate mibaraka. Ninaomba mibaraka hiyo kupitia kwa hili neno. Tunapozidi kufungua maandiko na kuzingatia ukweli wa maandiko, Mungu amesema kuna mambo hayabadiliki, hawezi sema uongo. Amesema atakusamehe dhambi, amini hilo, ndugu na dada. Amesema atakuponya magonjwa yako, amini hilo kwa jina la Yesu. Ili jambo ambalo ni, ni nzuri la maombi tusilibadilishe, liweze kuleta laana. Hadi siku ya kesho, ni matumaini yangu ya kwamba upate nguvu ya kwamba Mungu hawezi danganya na kwa hivyo hiyo inatupa uhakikisho wa wokovu wetu. Baba yetu uliye binguni, asante sana kwa kuweza kutupa neema na kutuhakikishia wokovu wetu ni kamili. Asante Mungu kwa sababu wewe hudanganyi. Asante Mungu kwa sababu umeahidi, na bila shaka utatenda yale yaliyokusudiwa mabaya kwa ajili yetu asanti, maana wewe u tayari kuyabadilisha kwa wema wetu. Wema huo ukaongozane na ndugu huyu ambaye amekuja katika maombi asubuhi. Wema huyu ukaungane na dada huyu ambaye amejiunga hapa asubuhi, ili kusiwe na lolote litakalotutenga na upendo wako. Kusiwe na lolote litakalotufanya tutie shaka ya kwamba wewe umesema utatubariki, umesema utatusamehe, umesema utatuponya. Tupe uwezo wa kuamini neno hili, tusamehe dhambi na makosa pahali hatujakuamini, na ili yeyote ambaye ako katika maombi haya na jinsi tunavyozingatia ya kwamba ndiyo yote yanawezekana, lakini umetuhakikishia wewe haushindwi, na kwa hivyo haiwezekani wewe kushindwa na tukiwa na wewe ushindi umehakikishwa, tushike mkono katika jina la Yesu aliye daima haki yetu, amina.